Katibu Mkuu wa CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amehitimisha ziara yake ya siku tano mkoani Ruvuma kwa kufanya mikutano mitatu na kuzindua miradi ya uchumi ya CCM mjini Songea. Kwanza, akiwa njiani kutoka Mbamba Bay kurejea mjini Songea, alilazimika kusimama eneo la Lisaboni, ambako mamia ya wananchi wa eneo hilo walitanda njiani kumsalimia Dr. Nchimbi. Akasimama na kuzungumza nao huku hisia zikimkumbusha enzi za vipindi viwili vya ubunge wake wa Songea mjini. Heshima ambayo Rais amenipa imetokana na nyinyi mlioanza kunipa heshima hiyo, maana nyinyi msingenichagua kuwa mbunge, hakuna mtu angeona anaweza kuwa waziri, na hakuna mtu angeweza angeona anaweza kuwa balozi na hakuna mtu angeona utendaji wa kusema anaweza kuwa mgombea mwenza, uongo kweli? Kwa hiyo kwa kweli, shukrani za pekee ni kwa wananchi wa jimbo la Songea mjini, wakiwemo wana Lisabon. Kila mwanaruvuma unayekutana naye anatoa asante kwa Mama Samia Suluhu Hassan kumteua Dr. Nchimbi kuwa mgombea mwenza wake. Watoto hawa waliompokea Balozi Nchimbi kwa wimbo wenye kumshukuru Rais Samia. <coughs> Dr. Nchimbi akasema nafasi hiyo aliyoipata ya kuwa mgombea mwenza ni kutokana na mchango mkubwa kutoka kwa wananchi wa Songea. Mgombea mwenza huyo mteule akiwa katika kata ya Mshangamo kuzindua mradi wa vyumba vya maduka ya CCM aliuambia umati wa wananchi jinsi alivyo na mahaba makubwa juu yao na kwamba yeye pia atakuwa mbunge mwenza wa Songea. Nawapenda sana <tipa> nawaheshimu sana na nawathamini sana na siku zote mjue hayo mambo matatu, Wanasongea, siku zote mjue nawapenda, nawaheshimu, nawathamini mapema akiwa katika uwanja wa Majimaji kuweka jiwe la msingi la mradi wa CCM mkoa wa vyumba hamsini vya biashara, Dr. Nchimbi alielezea umuhimu wa chama kujitegemea kiuchumi. Kwa Chama cha Mapinduzi lazima kiwe mstari wa mbele katika kutengeneza fursa ya vijana kupata maeneo ya kufanya kazi, yale inayoyasemea katika sera zetu lazima chama chetu kiyafanye kwa vitendo. Asema viongozi wote wa chama, nawashukuruni sana lakini pia kipekee na washukuru wadau wanaoshirikiana na chama kutekeleza miradi hii. Wakati akiwa anakamilisha ziara yake hapa Ruvuma, Dkt Nchimbi anatamani wimbo anaoupenda uwe unaimbwa kwenye mikutano ya CCM. Ingekuwa hiari yangu wimbo ungeimbwa nchi nzima, hatutaki fitina na watu wabaya, tunataka upendo. Kwa hakika, imekuwa ziara iliyoibua msisimko mkubwa hapa Ruvuma na kutoa taswira isiyo na chembe chembe yoyote ya shaka ya kwamba ushindi wa CCM katika mikoa ya nyanda za juu kusini ni zaidi ya asilimia tisini, na Dkt. Nchimbi ni chemchem na pumzi mpya kwa wananchi wa eneo hili. Hadi tutakapokutana tena, panapo majaliwa, mimi ni Abubakar Liongo, asante na kwaheri.